Swali ni kwamba hawa hizi, hawa, hizi namba hawa wanawake milioni tisa milioni moja ambao watakuwa hawajaolewa hawa, nani atakayewaoa hawa? Hawana haja hawa? Hivi hamhisi hamuoni kwamba idadi hii ya wanawake watakaobaki hali ya kuwa hawajaolewa, hamuoni kwamba ikiwa kama hawajaolewa mke wa pili, ikiwa kama hawajaolewa mke wa tatu, hii milioni tisa hii milioni tano hii milioni nne ikawa hawajaolewa mke wa pili mke wa tatu mke wa nne. Hivi hamwoni kwamba hawa wanaweza wakawa ndio sababu ya, ya kitu kinachoitwa ukahaba? Hamwoni kwamba hawa wakikaa bila kuolewa ikawa ndio sababu ya kupatikana kitu kinachoitwa prostitution? Hamfikirii hayo? Hamuoni hayo? Sheria ya Uislamu ilivyoliona hilo, ikatoa nafasi kila mwanaume aoe wake wawili, kila mwanaume akiweza aoe wake watatu, kila mwanaume akiweza aoe wake wanne nne. Ndugu yangu Mwislamu, wewe mwanamke ambaye mumeo amekuoa wewe, ni mke mmoja unaonaje? Uko tayari wale wanawake wengine ambao hawajastiriwa, uko tayari waje kumuiba mmeo? wale wanawake wengine ambao hawajastiriwa uko tayari wafanye ukahaba? Wale wanawake wengine ambao hawajaolewa uko tayari wayo ni maprostitute? Sheria ya Uislamu ni sheria iliyokuwa nzuri, imekuja na tiba ya kupunguza ukahaba, tiba ya kuondosha kabisa prostitution. Tukubali, tukubalini sheria ya ukewenza kwa sababu ndo sheria pekee itakayoondosha maradhi ya zinaa na ndo sheria pekee itakayoondosha kabisa ukahaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.